E bwana, Harmonize Konde Boy yuko very excited. Uh, yani hiki ni kitu ambacho nadhani amejitahidi ame, ame sana kujizuia, uh, lakini imeshindikana, inaonyesha wazi kabisa kwamba Konde Boy yuko very excited ku release ngoma yake mpya kabisa ambapo hii itaachiwa mnamo siku ya Friday, nazungumzia siku ya Ijumaa mnamo tarehe 27 mwezi huu hapa wa sita. E bwana, hii ni track mpya kabisa kutoka kwake Harmonize Konde Boy. Na hii ngoma bwana e, tulikuwa tunadhania kwamba ni ngoma ambayo ameimba peke yake kwa ajili tu e, ya kumsifia mrembo wake Kajala. Ngoma inakwenda kwa jina la Best Couple, na tulikuwa tunajua kabisa kwamba kama ni Best Couple alafu akaweka kilogo fulani hivi e, kuna ile posters ya wimbo huo ambayo alikuwa ame vujisha kionjo cha mwishoni kabisa mwa nyimbo hiyo ambapo aliimba yale maneno ya Kiarabu kwamba eh, audhu billahi mina shaitani rajim, na nampenda na namwheshimu na hata tukikesha klabu asubuhi tuko gym eh, kiboko, mwite mkata shombo, ukipenda mwite ndimu. So hiyo ni mistari ambayo Harmonize aliimba na tukawa tunajua kabisa kwamba ni moja kati ya track ni moja kati ya mistari ambayo itasikika katika ngoma yake mpya kabisa ambayo itatoka hivi karibuni. So nyimbo hiyo alivyoposti cho kionjo, akaandika pale chini katika caption best couple. Kwa hiyo tukajua kabisa kwamba hii ndio nyimbo ya best couple sasa inakuja, ambapo huko ndani tulivyoona kwamba kuna poster au kuna ki kuna vile vinyago viwili, kimoja ni sura ya Kajala kingine ni sura yake, tukajua kwamba ndio hiyo ngoma ambayo inatoka. Lakini kumbe hiyo ngoma bwana amefanya collab na Peter wa, sorry amefanya olab na Paul wa P Square, yule King Rudy eh, ambaye ana dread . So hui, hii ni, ni kolabo kali sana na ni moja kati ya vitu vikubwa sana ambavyo Amonaiz ameshawekwa accomplish katika mziki wake huu wa bongo flavo, umeona eh? Japokuwa tunafahamu kwamba wakina Diamond na Alikiba walishafanyaga kazi na, hawa, na huyu jamaa muda, lakini Harmonize ameamua kufanya mwaka huu, labda huu ndo wakati sahihi wa yeye kuachia hii kazi, na huenda ikamletea vitu vingi sana positive kutoka katika hii track. Sasa yeye mwenyewe Harmonize ameonekana kwamba yuko very excited, japokuwa ametangaza mnamo tarehe 27, na Ibra naye pia ametangaza kwamba anaachia ngoma yake tarehe 27 kama Konde alivyotangaza, lakini at the end of the day, tunafahamu kabisa kwamba ngoma hii bwana itakuja kuwa ni moja kati ya ngoma kubwa sana kwa Harmonize kwa sababu ameachia hiki kionjo na tumesikia verse ambayo ameiweka King Rudy katika hii nyimbo. Sasa verse ya King Rudy bwana, of course, yani ukisikiliza tu, tunajua kabisa kwamba huyu jamaa uh, jamaa King Rudy au yule Paul wa P Square ni mkali sana kwenye upande wa kuimba. Yaani huyu jamaa ana sauti nzuri, ni mwandishi mzuri, umeona bwana, na mtu ambaye anafanya vitu vitu extraordinary na ana upako, akifanyaga vitu vinaenda, umeona bwana. Kwa hiyo kushirikiana na Harmonize hii inaweza ikawa ni ukurasa mpya kabisa katika karia ya mziki wa Konde Boy, lakini ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho tume notice bwana ni kwamba humu ndani bwana ni kwamba, bwana, ni kwamba kwamba huyu jamaa amegusia baadhi katika verse yake ni kwamba amegusia mambo fulani hivi, ametaja mpaka beautiful Onyinye, na tunajua kabisa kwamba alishawahi kutoa hawa jamaa wa P-Square, nyimbo inaitwa Onyinye na Rick Ross ilifanya vizuri sana miaka ile kipindi tuko secondary. Nadhani ilikuwa niko form 4, 2012 ile. Au vi bwana? ilitokaga beautiful Onyinye, moja kati ya track ambazo zilifanya vizuri sana hapa katika muziki wa Afrika kwa ujumla, ambao ile ilikuwa ni collaboration kati ya P-Square na Rick Ross. Umeona bwana? So It is what it is. Sasa humu katika hii ngoma ya Harmonize bwana tumemsikia Paul wa P Square akiwa ametaja neno hilo tena au amemsifia tena huyu mwanadada kama beautiful onyinye ambapo katika hiki kionjo ambacho amekiachia Harmonize bwana ameweka caption, ambapo hii caption bwana inasomeka kwamba ukimsikia huyu mwamba anamtaja beautiful onyinye ujue kwamba amekasirika. Kumbuka, amekasirika na amekumbuka mbali. Umeona, hiyo ndo caption ambayo Harmonize amevujisha hiyo hicho kionjo cha huo wimbo, au amevujisha hiyo verse ya ya Poul wa Psquare, alafu akasema kwamba bwana, ukisikia huyu mwamba anamtaja beautiful nyinyi ujue kakasirika, kakumbuka mbali. Umeona bwana, alafu kaka pale emoji ya kucheka. So sikiliza kidogo verse yenyewe ya Poul wa Psquare.

Obviously nadhani utakuwa unaelewa kabisa kwamba eh, mambo ni moto kweli kweli, kama mwenyewe Harmonize alivyosema kwamba jamaa amekasirika kweli kweli na amekumbuka mbali mpaka katika verse yake ameamua amtaje zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano, hapa bwana, kuna page hapa ameandika kwamba bwana star wa muziki wa Bongo Flavor kutoka nchini Tanzania Harmonize ameweka wazi kuwa yuko mbioni kuachia eh, kazi aliyomshirikisha Rude Boy ambaye zamani alikuwa ni moja kati ya watu wanaounda kundi la muziki kutoka Nigeria linalofahamika kwa jina la P Square, kutoka nchini humo Nigeria. Harmonize ameshare pia vile vile kolabo hiyo kwamba itatoka mnamo tarehe 27 mwezi wa sita mwaka huu na hii imeenda ikiwa ni hatua nyingine kabisa kwa star huyu kuendelea kufungua milango ya soko la kimataifa katika mziki wake. Eh, bwana Konde pia ameshare moja kati ya versi ya Paul au memba wa zamani wa kundi la P Square alivyoimba na akaandika kwamba ukisikia huyu mwamba amemtaja beautiful, nyinyi ujue kabisa amekasirika na amekumbuka mbali. Umeona bwana eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia wadau mbalimbali bwana hawajawa mbali, hawajawa nyuma. Watu hapa wamekuja kuandika eh, watu hapa wamekuja kuweka maoni yao katika comment section. Kila mtu amekuja kuandika maoni yake. Kwa mfano huyu hapa amesema kwamba bwana msanii Alisha Alisha chujaga huyo. Kuna mtu ameandika hivyo. kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana snippet, kwa Kizungu anasema kwamba bwana, humu lazima konde awe amekalishwa, kwa sababu huyu jamaa ni fundi sana. Umeona bwana, wadau wanakuambia kwamba Harmonize eh, katika hii nyimbo bwana lazima atakuwa amekalishwa, kwa sababu wanaamini kwamba, eh, huyu jamaa bwana Paul ni fundi sana na hiyo ni ishu ambayo ni kweli kabisa. Yani, huyu Po katika wale P Square wawili wa kati ya Peter au Mr P na huyu King Rudy ambaye ndio Po, tunafahamu kabisa kwamba yule pacha wake yule ile mb... mbavu ambaye anaitwa Peter au Mr P yule alikuwa ni mkali sana kwenye upande wa ku dance umeona eh? kama umecheki nyimbo kama alingo au nyimbo kama personali, umeona mule bwana, utajua kabisa kwamba kaka mtu yule ni mkali sana wa ku dance, lakini ukisikiliza nyimbo za taratibu kama your, your love not, not, not the lie, kama sikosei, moja kati ya beautiful songs ambazo mule pia tumeona huyu Rudi, ameonyesha uwezo aliokuwa nao kwenye upande wa vocal. Kwa hiyo tunafahamu kwamba mmoja ni mkali sana kwenye upande wa vocal, vocalisti mzuri na mwingine yule kaka mtu ni mkali sana kwenye upande wa dance kwa hiyo skills zao zina varies, lakini wote wana sauti nzuri, kwa sababu wanafanana wa jamaa mpaka sauti. Yani bila hizi dread wote wangekuwa wamenyoa, ungeona jinsi gani anavyo fanana so wanafanana mpaka kwenye upande wa sauti, lakini mmoja naona amekuwa mvivu kidogo kwenye kudansi, akaamua focus zaidi na kuimba, mwingine akaamua a mix na kudansi. So ukiwa kama mdau, unahisi kwamba nani atamfunika mwenzie katika hii ngoma ya best couple kati ya Harmonize na King Rudy wa P Square Paul? Eh, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Wewe weka maoni yako hapo chini na katika comment section, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.